Jumapili, mpenzi mtazamaji na karibu katika utabiri wa hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini hususan yale yanayozunguka Ziwa Victoria kuelekea magharibi mwetu, lakini pia tunatarajia ongezeko kidogo la mvua hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi. Na Mamlaka ya Hewa inatoa tahadhari: vipindi vifupi vya mvua kubwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini ikihusisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Pia Mamlaka ya Hewa inatoa angalizo lapindi vya upepo mkali unafikia kilomita arobaini kwa saa pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita mbili katika baadhi ya maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi ikihusisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Lindi, Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, hivyo ni vema kwa wananchi kuendelea kuchukua hatua zinazostahiki. Na kwa siku ya leo, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi hususani pwani ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi iliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu na kesho, meneo, nezuuka, Victoria, pamuja, na kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Lindi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua, na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam twatarajia mvua katika maeneo machache pamoja na ngurumo. Kwa mkoa wa Dodoma twatarajia hali magu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza twatarajia hali magu kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro twatarajia hali magu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya twatarajia hali magu kiasi na vipindi vya jua kwa mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na ngurumo. Kwa mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hali ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.